Luis Moreno Ocampo bila shaka anahisi ushindi baada ya Thomas Lubanga, mbabe wa zamani wa kivita, kupatikana na hatia kuwasajili watoto walio chini ya umri wa miaka kumi na mitano kama wanajeshi wake wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatia kubwa mno katika mahakama ya ICC, na Ocampo amesema anatafuta hukumu nzito zaidi. If we are going to ask for one year per child, we should go far beyond the maximum of 30 years established by the statute. Lakini hukumu ya juu zaidi ICC ni ya miaka 30 na tayari Lubanga ana umri wa miaka hamsini na moja akiwa ametumia miaka saba akiwa gerezani. Huenda miaka hiyo saba ikaondolewa kwenye hukumu atakayopewa. Aidha, Ocampo sasa pia anamwandama Bosco Ntaganda ambaye ni jenerali katika jeshi la Kongo akitarajia kumfungulia mashtaka ya mauaji na ubakaji. Okampo anadai Ntaganda ni mmoja wa mibabe waliotekeleza dhulma kati ya mwaka elfu mbili na elfu tatu katika vita vilivyodumu kwa muda wa miaka mitano katika eneo la Ituri. The prosecution will also present its request for punishment. And the question here is what is the proper retributions? children. Ocampo alitaja hukumu ya Lubanga ambayo ni ya kwanza tangu miaka kumi kuundwa kwa mahakama ya ICC kama mbinu ya kuungana kwa mataifa ulimwenguni katika kukabiliana na mibabe wanayotekeleza ghasia, akikashifu madai kwamba Lubanga ni mshukiwa mdogo tu. Any impunity for these crimes is not just about doing cases that we are doing it's about integrating this concept into the general policies and that for us is the next challenge. Ocampo anayesalia na miezi mitatu kuhudumu amesema juhudi sasa zielekezwe katika kuwasaidia watoto wa Congo na kuwakamata mibabe waliosalia katika mataifa mengine. Isabela Kituri, KTN Leo.